Akaona kwa nini sio nisijishirikishe na upigaji picha au naingia kwenye tasnia hii, na mimi nikaona sio mbaya, lakini nikafikiria kidogo, nikaona nikienda huku itakuwaje, nikienda huku itakuwaje? Unaonaje bana, ukatoka kwenye mpira, mpira hii maana hainufaishi, hai chochote. Ah, changamoto ya kwanza sisi kama wapiga picha, niongelee kwa ujumla, changamoto ya kwanza sisi ni the way watu wanapotazama kwenye jamii, sana sana kwa huku kwetu, asilimia kubwa ya jamii iliyotuzunguka so kwa ubaya ile kwa uzuri wanatizama, kwa sababu asilimia kubwa wa wateja ambao tunawapokea sisi ni wadada. Wadada ndo sana sana wanapenda picha uh, wanaume sio sana, lakini wadada ndo wateja wetu wakubwa. Kwa jamii, kwa upande mwingine, wanatizama kwa upande hasi. yeah, wanatazama kwa upande hasi kwamba tunapopokea sisi ni, ni watoto wa kiume au vijana wa kiume uh, wa, wa tunapopokea wateja wa kike mitazamo huko nje wanaamini kwamba sisi tuna hiyo ah, ya. Ya, ya, kwa, okay. Kwa lugha nyingine hiyo okay. Yeah. Sifa, sio sifa wala sio sifa nzuri, hmm. Ila kwa vile unafanya kazi hiyo ukiwa unajielewa na akili zako timamu atupokele kama sifa, lakini hauwezi kujibizana na kila mtu au uka, ukamprove wrong kila mtu. Kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana mawazo yake ya kudifaini kulia wewe ni mtu fulani, lakini haujui undani wa undani wako. Hivyo sisi tuna accept kila kitu anachokisema, lakini lengo na madhumuni sisi ni kufika sehemu moja, siku moja tufike sehemu ya juu, tufike level nyingine, kwa sababu ukisikiliza maneno ya watu sana sana utashindwa kufanya kazi, utashindwa kuf... kukabiliana na changamoto ambazo zinatukabili. Hivyo inabidi uwe, yani, upokee kila anachokisema mtu, accept afunuka, chini chuja endelea na biashara uh, uh, inahitaji nidhamu ya gani? Kutokana na jinsi ambavyo kazi na na watu, kazi hii inahitaji nidhamu hali ya juu kwa sababu, cha kwanza kabisa inabidi wewe mwenyewe ujielewe kama mpiga picha au fotografa. Unapompokea una mteja, mpokee kwa lugha nzuri, mkaribishe kama amewahi kufika miaka ya nyuma kwenye ofisi yenu au kampuni yenu. Hivyo cha kwanza kabisa utakuwa usi, protocol ya kwanza kabisa au kanuni ya kwanza kabisa, wapiga picha, labda sio kwa wote au kwa sisi wenyewe, ndo tumejiwekea sisi, tunafanya kazi na wadada au wateja wetu sana sana wa dada, ila haturuhusii ku approach. Kanuni ya kwanza ya kazi, usijenge mazoea. Ah, no, so zambi ila unapoteza ukaribu na mteja wako kupitiliza. Na sasa ukizoeana, ukaleta ukahusisha ma, mapenzi kwenye kazi, hauwezi ukafika. Cha kwanza hicho kwamba utakuwa na mahusiano wangapi? Yeah, hivyo pia kwenye masuala ya utafutaji mapenzi na kazi inabidi ikae mbali, ili usonge ufike mahali yeah. okay. uh, pengine um kazi yenu najua inahitaji ku upgrade katika vitu fulani fulani. Kuna njia yoyote au namna yoyote ambayo mnafanya kuweza ku upgrade au kufanya kazi kwa kwenda kujifunza kwa watu wengine maeneo mengine au kujifunza kwenye mitandao na platforms sehemu zingine? Uh, sisi kama Sniper Studio tupo na tamaduni moja, hatumdharau yeyote. Tunapokea mawazo ya kila mmoja, anachokisema tutakipokea, tutakifanyia kazi mteja sometimes au muda mwingine anakuja, anaweza kusema niboreshee kitu fulani, tukamboreshea tukamsikiliza. Kama haiwezekani pia, tunasema haiwezekani. Na, na sisi pia tunapenda sana kujifunza kupitia watu kupitia watu, watu, way, kazi za watu kuwatembelea watu kuangalia the way wanavyofanya kazi, wanafanyaje kazi ili kazi yao ile bora. Kwa sisi hatuchoki kujifunza kila siku na hatujichukuli bora sana, kwa sababu kuna wapo ambao ni bora zaidi yetu, hivyo ili ufanikiwe katika maisha ili ufanikiwe katika, ili tufanikiwe katika tasnia yetu sisi kama Sniper Studio. Uh, tunapenda kupokea mawazo ya kila mmoja na tunapenda kutembea sehemu mbalimbali tuangalie the way watu wanaofanya kazi ambao wanafanya kazi hii ambao sisi tunafanya sisi. Hivyo tunapenda sisi, tunapenda sana kujidogoisha, tunasema kujishusha. Haijalishi sisi ni Sniper Studio, haijalishi tunafanya kazi, tunajulikana kiasi gani, ila tunapenda sana kujishusha. Ili tupate kitu ua uh, wanasema usipende uvimba mbele ya watu kwa sababu kasababu hujui uliosimama nao kina nani. Hivyo ili upate wanachokifanya wao kwa ubora zaidi unabidi ujishushe yeah. Okay. Mm. Uh, na ushai kwenda kupiga picha au kufanya kazi ya mtu afu kamera uh-huh. uh, ikazingua au akaziua? <laughs> <laughs> hiyo imenitokea, ilikuwa ni elfu mbili na ishirini na moja. Nakumbuka elfu mbili na ishirini na moja kipindi niko likizo. Kipindi hicho elfu mbili na ishirini na moja ilikuwa bado sijakoma sana kwenye kazi hii <laughs> nilikuwa okay. bado najifunza. Nilikuwa nikitoka masomoni nakuja nafikia ofisini hapa. Unaonaje bana, ukatoka kwenye mpira. Mpira hii maana hainufaishi chochote bali ilikuwa nanipa tu maarufu lakini umaarufu huo ulikuwa hauna chochote mfukoni mwangu. Tukapata kazi moja ya harusi sehemu moja panaitwa Hidom. Nafika Hidom siku hiyo bana, nimeenda na kamera, kifaa cha kufanyia kazi, nilikuwa napiga picha. Bahati mbaya kwenye kamera nikagusa, kuna kisehemu, kila nikishika kamera nikimulika, nataka kupiga picha hivi, naona fokas afu ilikuwa ni nakumbuka, ilikuwa ni watu wanafunga ndoa, alikuwa harusi tu kanisani. Sasa Nataka kuvishana pete na shindwa kwenda kumwambia padre kwa sababu pale ile ni utaratibu wa watu. Watu wanajua wewe ni professional, umekuja kwenye kazi yako. Kwao wao wana, wana, wanaenda na muda. Ah, ikabidi sasa hapo nitoke nje kwanza, kupiga simu. Nikampigia simu ndugu yangu ambao ni mwenye CEO wa Sniper Studio ambao Sniper mwenyewe nikampigia simu bana, kuna changamoto moja mbili tatu, kila nikishika kamera nikitaka kupiga picha bana, una focus simoni mtu, unaona kama ukungu. Akanielekeza, gusa hivi kwenye kamera, gusa hivi hivi hivi, mm. Na kwa vile nilikuwa ni mgeni kwenye kazi hiyo kipindi hicho, nikajaribu jaribu, lakini nikawa napiga tena picha pale nje kwenye mawe mawe, kokoto hizi, maua ili nipate tu clear ya picha. Ah, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maelekezo alionipa, na pia mimi kwa kujiongeza kugusa gusa. Ah, nime simu ni uweze kushika, maana aliyokuita kwenye kazi anategemea utashika kamera hasa, kiona umeshika simu na kuwa sio nitakuwa napo serious. Ya namshukuru Mungu nilifanikiwa. Kazi haikuharibika, nilifanikiwa na pia namshukuru Mwenyezi Mungu nahisi kama bahati. Shughuli ile haikwenda haraka kama nilivyokuwa natarajia. Kwa hiyo niliwahi tukio muhimu ambao ni wa kuvishana pete. Na nilifanikiwa sasa kwenye maharusi haya kanisani tukio kubwa zaidi sana pale wanapovikana pete. Wanapobarikiwa, okay. Pale wanapobarikiwa wanachukua kiapo na veti vile vya yeah, ndoa. Yeah. Au, kazi kuharibika au kupotea kwa kazi hiyo ni changamoto moja hapo kazini. Ilishawahi kutokea lakini sio mara nyingi, ni mara chache sana. Sisi uh, hatupendi kudanganya maana, ukidanganywa unapoteza uaminifu kwa jamii na kwa wateja wako pia, una njia moja hapo kumpoteza mteja mm. Kwa sisi kama studio, sisi kazi ikitokea imepata hitilafu mm. So kwa kupenda ni bahati mbaya kwenye kazi zetu hizi, kupoteza kazi ya mtu ni kitu cha kawaida mm. Ila mteja kupokea unachokisema ni ngumu, ila wapo ambao wanapokea negative, wengine wanapokea positive. Ah, sisi tuyo tunapenda kusema ukweli bana, changamoto moja mbili imetokea haijalisha atapokea in negative way, or in positive way, uh, wanaopokea in negative way huwa uh, tunajaribu ku hatuwaambii direct au kwa haraka sana cha kufanya, tunakuwa tunatengeneza mazingira ya kuja kwa konvisi kuwaelekeza kuanzia from the scratch mpaka tukio lipotokea, na hata kama aamini tunamkaribisha pia ofisini kwetu aangalia kifaa kilichoharibika. Yeah, iko hivyo. Mteja vipu, vipu, vipu, vipu. Uh, wateja namna hiyo wapo na muda mwingine, so kila muda mimi kama mpiga picha nitakuwa nipo kwenye mudi nzuri, <coughs> kwa sababu leo unalala ukiwa kwenye mudi nzuri, kesho unaamka ukiwa kwenye mudi ambayo sio nzuri, ila tunapokutana na wateja wa namna hiyo, ile nishakutana nao wengi tu ya nashakutana na wateja wengi wa namna hiyo, maelekezo mengi, mteja anakwambia nataka hivi. Yani mteja mwingine anakuja ofisini, anakuja na picha za mtandaoni, picha za mtandaoni bana, anataka niwe kama fulani, anajikompea yeye na fulani kwa sasa, anataka atokeleze kama fulani kwenye picha, lakini ukimwelekeza, unajaribu una, una kumwelekeza na picha hii inawezekana ila the way yule huyo role model wako alivyopigwa hiyo picha na wewe ni vitu vile tofauti. Ah, kwa mfano kwenye kazi zetu hizi kama nilivyokuambia mara ya kwanza au awali, mimi nilikuwa napigwa picha na nilikuwa napenda sana picha. Kwa hiyo, ndugu yangu ambaye ni bosi wangu pia alikuwa ananipiga picha na mimi picha nilikuwa ah, naziposti. Na so mtu anakuja kukumpia au anakuja kuangalia picha mteja fulani, mbona ni nzuri zaidi kuliko picha ya, picha yangu Uh, labda tuseme kwa namna moja nyingine, mteja na, wateja wanatofautiana, wateja hawalingani kimwonekano, uh, kiuvaaji, hawalingani. Hawa mteja naweza akaja akaa amejipanga, amepita, amepata makeup, kapata nguo kali, kafanya nini, kaja location, kapiga picha. Pia kwenye picha pia rangi na mata sana uh, ukimpiga black ukampiga na mtu ambaye ni white au brown color uh, ni tofauti na matokeo ya ya kazi itakayotoka. So mteja sometimes anakuja na ongea maneno mengi, analamika au anatoa maelekezo, anataka hiyo hivi na hivi, nataka picha yangu iwe na fulani, lakini huwezi kutoa picha iwe na fulani. Inawezekana kwake ikawa bora zaidi kuliko ya fulani ambayo anazungumzia, au ya fulani huyo ikawa bora zaidi kuliko kwake, akaona kwa nini sio nijishirikishe na, na, na upigaji picha au naingia kwenye tasnia hii nami nikaona sio mbaya, lakini nikafikiria kidogo, nikaona nikienda huku itakuwaje, nikienda huku itakuwaje? Unaonaje bana, ukatoka kwenye pira mpira hii, maana hainufaii hai chochote.